Hivi unajua kwamba unaweza kuwa mtaalam wa afya na kuwasaidia wagonjwa kupona bila kutegemea vidonge na sindano pekee? Ndiyo, inawezekana kabisa. Leo, na kusogeza karibu na kozi ya diploma ya physiotherapy au kwa Kiswahili rahisi zaidi tunaita tiba ya viungo. Hii ni kozi adimu sana hapa Tanzania, lakini kwa upande mwingine, ina soko kubwa la ajira pamoja na fursa nzuri za kujiajiri. Kama wewe ni mwanafunzi mzazi, au mtu yeyote unayetafuta mwelekeo mpya wa taaluma, basi karibu nikueleze kwa kina kozi hii inahusu nini, utasoma masomo gani, na nitakupa orodha kamili ya vyuo vyote vya serikali na binafsi vinavyotoa kozi hii hapa nchini. Physiotherapy ni nini? Kwa lugha nyepesi kabisa, physiotherapy ni taaluma ya kurejesha uwezo wa mwili kufanya kazi kama kawaida, mfano Mtu aliyepata ajali na kuvunjika mifupa, mzee aliyepata kiharusi stroke na kushindwa kutembea, au mtu mwenye maumivu makali ya mgongo, shingo au viungo. Watu hawa hawahitaji dawa za maumivu pekee, wanahitaji mtaalamu wa viungo atakayemsaidia mwili wao kurudi katika hali ya kawaida kwa kutumia mazoezi tiba, masaji ya kitaalamu na matumizi ya vifaa maalum ya tiba. Utasoma nini ukiwa kwenye kozi hii? Kozi ya diploma ya physiotherapy huchukua miaka mitatu, na ndani ya muda huo utajifunza mambo muhimu sana, hasa katika maeneo makuu matatu. Anatomia, hapa utajifunza ramani ya mwili wa binadamu, mifupa, misuli, mishipa na viungo viliopo, na jinsi vinavyofanya kazi. Ukarabati au rehabilitation, utajifunza mbinu za kitaalamu za kumsaidia mtu kusimama tena, kutembea kutumia mikono au miguu baada ya kuumia au kuugua. Matumizi ya vifaa vya kisasa ya tiba, utajifunza kutumia mashine na vifaa vinavyosaidia wagonjwa kupona kwa haraka na usalama. Sifa za kujiunga. Sifa za kujiunga na kozi hii si ngumu: awe na cheti cha kidato cha nne, awe na ufaulu wa angalau alama D nne. awe amesoma masomo ya sayansi yaani biology, chemistry na physics. Haya ni muhimu sana kwa sababu kozi hii inahusiana moja kwa moja na mwili wa binadamu na sayansi ya afya. Kozi hii inasomwa wapi Tanzania? Sasa twende kwenye swali muhimu zaidi, utasoma wapi? Fursa za ajira na kujiajiri kwa mtaalamu wa physiotherapy. Baada ya kumaliza kozi ya physiotherapy au tiba ya viungo, unapata fursa nyingi za kazi na biashara. Unaweza kuajiriwa hospitalini za serikali au binafsi ukitoa huduma ya kurejesha wagonjwa uwezo wa viungo. Pia unaweza kufanya kazi katika vituo vya urekebishaji au rehabilitation centers vinavyohudumia wagonjwa wa ajali, kiharusi na ulemavu. Kuna pia fursa ya kutoa huduma za physiotherapy nyumbani kwa wagonjwa hasa wazee na wale wasioweza kufika hospitalini. Kama unapenda michezo, unaweza kufanya kazi kama physiotherapist wa wanamichezo, ukitibu na kuzuia majeruhi. Kwa upande wa kujiajiri, unaweza kufungua kliniki yako binafsi ya physiotherapy au kufanya kazi kwa mkataba na hospitali na taasisi mbalimbali mbali. Pia unaweza kutoa elimu na ushauri wa mazoezi ya afya kwa jamii, mashuleni au sehemu za kazi. Zaidi ya hapo, kozi hii inakupa fursa ya kuendelea na masomo ya juu, jambo linaloongeza ajira na kipato zaidi. Hii hapa ni orodha kamili ya vyuo vyote vilivyosajiliwa, ni kiigawa kulingana na umiliki wake. Moja. Vyuo vya serikali. Vyuo hivi vinamilikiwa na serikali na mara nyingi ada zake ni nafuu. Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences, Moshi. Mbeya College of Health and Allied Sciences, Mbeya jiji mwanza college of health and allied Sciences, nyamagana Mwanza. Mbili. vyuo vya mashirika ya dini na taasisi za kijamii: kolandoto college of health Sciences, Shinyanga. machame health training Institute, Hai, Kilimanjaro. Tatu. vyuo vya binafsi. Kwa dar es Salaam, city institute of health and allied Sciences, Ilala. kigamboni city college of health and allied Sciences, Kigamboni. City College of Health and Allied Sciences, Temeke, Taifa Institute of Health and Allied Sciences, Kinondoni, Vignan Institute of Science and Technology, Kinondoni. Kwa Mwanza, City College of Health and Allied Sciences, Nyamagana, Sir Edward College of Health and Allied Sciences, Nyamagana. Kwa mikoa mingine, Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences, Arusha Jiji, Mgao Health Training Institute, Njombe. Mkuranga Health and Allied Sciences, Pwani, Mlimba Health and Allied Sciences, Morogoro.